Karibu kuitazama Trust Media kikutangazia moja kwa moja kutoka nyanda za juu kusini, na hii ni simulizi zoni, ambayo tunayo siku nyingine tena kwenye wakati mwingine ndani ya Trust Media. Nikukaribisha kusubscribe, kuraiki pamoja na kucomment uh, katika ukurasa wetu wa YouTube, lakini usisahau tunapatikana na Facebook, Instagram na Twitter kwa jina moja tu la Trust Media. Twitter ambako kwa sasa ni X lakini zamani kulikuwa ni Twitter. Langu jina ni videy Leo tena leo tena kwenye siku nyingine na wakati mwingine, nipo na mtu wetu mwingine ambaye anakuja kutupitisha kwenye mapito yake, akianza kwa majina yake. Anaitwa nani? habari yako? Sawa, tupitisha pengine jina lako na unaitwa nani, unatoka wapi uh, na safari yako ilianzaje? Aa uh, tumeambiwa kwamba kuna mambo ambayo yalikusibu. Pengine tuambie, ulianza kukutana na maswahibu tangu ukiwa na umri gani, na umepitia changamoto hiyo pengine kwa muda gani? Nilianza kuugua, nilikuwa na miaka miwili. Nimeendelea kuugua hivyo mpaka imefikia sasa, inajionyesha tatizo kiuhalisia. Pengine ukiwa na miaka miwili ulikuwa unaugua kwa namna gani, pengine watu wafahamu? Kitovu kilikuwa kinavimba Aa, lakini we wakati watu wengine wanaona kikiwa ni kitovu kina vimba, kuna siri nyingine pengine ambayo watu walikuwa haifahamu, lakini wao naifahamu. Ndio, kwa sababu mimi nilikuwa naelewa ni kwani nimechukuliwa kama msukule. Umechukuliwa kama msukule. Ndio. Na aliyekuchukua alikuwa ni nani? Teodora Mnyombe. Mnyombe. Kutoka Ipwani. Ndio. E, pengine e, tuelekeze pengine u, ukiwa umechukuliwa upo kule harakati za kule zipoje? Tunaishi kama maisha tunayoishi u... hivi huku, au kuna harakati zingine zilizopo kule? Na harakati nyingine, au kule maisha tunaishi kule, chakula, damu. A, watu nkuanineshangaza kidogo kwenye damu hapa. Ene, damu inakuwa ndo damu kama chakula? Kwa sababu kule hakuna ugali wala nini, ndo chakula cha kule damu. Tunazipata wapi damu? kwa kuna watu kuna pale mkuu enda wa pale anaenda, anachukua damu za watu wengine, wanakufa onde, watu wengine wanakufa mahospitalini huko, damu inachukuliwa, wenda kule analeta tunakua. Kuna misheni yoyote ambayo wewe mwenyewe ushawahi kutumwa kwenye harakati za kwenda kuchukua damu? Nikurudisha nyuma kidogo, ukiwa upo kule, kuna mafunzo yote ambayo yanaendelea pengine mwisho wa siku wewe mwenyewe upewe kitengo au inakuwaje sasa? Kwa mfano upo kule, sisi huku tunakalia vit, kama tunakalia viti kama hivi, kule tunakalia kitu gani? Tunakalia viti vya watu, tunachukuaje Watu wale waliokufa msukule wale ndio mnawakalia. Sasa yani, mtu aliyekufa tunamtoa sana tu, amekufa. Yani tunamchukua mpaka, inakuwa mm, yupo kule tunamkalia. Mtu anaenda hapa, amekufa, ni mkaona kama mnazika mtu, amziki mtu pale unakuwa umebakia ni mgomba tu, ule mwili unakuwa ameshauchukua kwa nguvu za giza. Ukishafika huko unatumikishwa kazi na kazi mbalimbali tena hapa turudie kwenye kumchukua mtu, ina maana mtu amekufa, si sindio? Na, wakati wanazika huyu mtu aliyekufa huwa anakuwa yupo wapi? Mtu aliyekufa. Wakati zake wapo wanazika, wakati huo sisi tumemchukua, anakuwa yuko wapi kwa wakati ule ambao, uh, wapo wanamzika, wana a a wenyewe wameshachukua ule mwili na maana pale unakuwa umebakia ule mgomba, anakuwa umeupeleka tayari kuguzi mwindi. Kwa hiyo kule harakati za kazi kama tunazofanya huku, kule pia zinaendelea, zipo kama anakutumikisha mtu. Anaweza akakuchukua hata wewe, unawezekana ni mtu ka, unatembea na jinsi umechoka, unaenda unafanya kazi kui kwa mtu, yaani mtu ukiamka umechoka, ulikuwa kwenye mishe, ndio sasa so, hii ya usiku sasa watu wanachukuliwaje yani? Ukao unatembea huko huko, alafu na kula na mamishi. Sana hivyo kwenye usiku ukilala. Kwa maana pale ukilala wewe, utakuwa unajiona kama, ukiamka pale utajikuta umechoka. Kumbe ulikuwa unaenda kufanya kazi. Hii ni no. Sasa mkiwa mpo kule uh, pengine mkao, labda kuna safari, kuna sehemu mtaka muende. Kwenye vu, m, kwenye mito mnavukaje? Mnavuka kwenye daraja zetu au mnavukaje kule kwenye kuvuka? Hmm. Kwenye kuvuka hapo kama mna patu basi yani, kwa sababu amwezi mkakanyaga maji yani, tuna tuna patu ndio. <sighs> Umekaa kule kwa muda gani pengine? Hmm, yaani kipindi kirefu pakai. Hmm, una miaka mingapi? una saba almost ni miaka kumi na tano umekaa ndio. Uh, labda turudi hapa Uh, ukiwa upo na misha za kishirikina umechukuliwa kama msukule, kulikuwa kuna faida yoyote ukiwa upo shuleni, kwamba shuleni ulikuwa machno? Kwa sababu kuna watu wengine anakuwa mshirikina, alafu tunaona darasani anakuwa na akili. Vipi wewe masuala ya darasani, kwa sababu umesoma darasa la kwanza mpaka la saba, sasa hivi umeniambia huko vidato, masuala ya darasani hishu ilikuwa inakusaidia au haikuwa na msaada? Mwalimu anaweza kawa anafundisha ujoga afika ukemisi pale kuona kwa unasikiliza, lakini ile akijua tu kuwa hupo darasani, anakuja kwa nguvu zake, anakutoa yale mawazo ya darasani. Yaani hey, unakumekaa darasani afu haupo. Ndio unaweza ukaa unaangalia tu macho, unaona tu lakini haule kinachoendelea chochote, tu haumsikilizi hata mwalimu. Maisha na wanafunzi wako shuleni, pengine ipwa ni secondary school unasoma, ulipokuwa unaanza form one unaishi tu, tu kama binadamu, hali wewe haupo. kuna mtu yoyote ambaye pengine akikufanyia fiti na mchana wakija wale jamaa kukuchukua inakuwa, wewe na yeye, fuata wewe tu, awe anamtaka mtu mwingine pale nayo anamchukua kule shuleni unakosoma. Ushawahi chukuliwa ukaa huko kule halafu kakutana na wanafunzi wenzako wa shuleni kweni kule? Wapo wengi kama wanafunzi waenda wengine watu wengi kule. Wanafunzi wanashirikina, wanakuwa wamegombana na walimu wanafanya hiyo vigizo ili kuadhibu na wenyewe walimu. Yani, mwalimu kigombana mwanafunzi kimekulaa. E, bwana, hii ni simulizi zoni kutokea Trust Media. Leo tuko na ndugu yetu kutoka Ipwani binti ambaye ana miaka 17 na anasoma kidato cha tatu Ipwani Sekondari akisimulia machache kati ya yale mengi ambayo yamemsibu kwenye mapito yake, akiwa ameanza kwa kusema kwamba amechukuliwa msukule tangu akiwa na miaka miwili mpaka leo ana miaka 17 akiwa anatumikishwa huko kama alivyokuambia bwana, kule wenyewe wanakalia vichwa vya watu, lakini haitoshi, wanakunywa damu. Sasa tukiendelea, uh, damu inatumika kama nini? Pengine yaani kinywaji ja au ndo msosi chakula, mda mwingine au mda mwingine mkikosa damu? Nakula tu nyama za watu, nazitoa wapi? Sasa wale waliokufa wale wale wanachukuliwa pale, wenyewe wanachukuliwa kimazingana. Ndo maana mesema nyi pale mna, mnaona kama mnazika mtu, mnazika mgomba ule m naka yaani, mambo mengine mazito ambayo sikuwahi kuyajua kabla, lakini leo najua. Tuthibitishie pengine, ili wakati wewe upo kule, kuna mzazi wako yote alikuwa anajua kama wewe umechukuliwa msukule, lakini wewe ukikaa hivi na mzazi, tunamwambia tu mdola amekurudisha, kwamba bwana mie nimesafirishwa kwa nini kwa sababu walikuwa wanakataa na ukumwambia. Kwa sababu kwa sababu kwamba ukisema chochote kile ndo umeshachukuliwa, Juma namana nikisema pale huko, nitaonekana nimekufa kule. Unautumikishwa na wewe unaogopa kusema, kwa sababu unaogopa kufa. Ndio, pengine maisha ya kule ni bata au we uliona mateso, hiyo mateso? Ulikuwa unaogopa ukumwambia mzazi kwa sababu unajua ukienda kule unaenda kuteseka, ndiyo? Aliyekuchukua ulikuwa unaonana naye tu mtaano, ukiwa umerudi kwenye maisha, ndio. Ni nataka nifahamu, uh, safari yako ya kutoka Ipan mpaka kufika Makambako. Hizi taarifa uzisikia wapi na ilikuwaje mpaka umefika hapa, na kitu gani kilikufanya uje Makambako uku, na kama kutafuta ujmakambako hivyo fika pale mama nakakanguko pale kiti siku, tukawa tumekaa pale na mama yu akawa anasikiliza redio. Mama na mama yu wakasikia waka kuwa kuna Nabii Mumpashi na namba zake akazitaja pale. Basi wakachukua zile namba zake, akampigia akasema, njooni haraka, ndio tukaja huko. Nikusitishe kwanza hapo. Wakati mmekuja huku ulikuwa na tatizo gani ambao Uh, iliwafanya mfike mara mpaka mje kutafuta huduma Makambako au ndo ilikuwa ishu hiyo, wewe umeshachukuliwa upo kule na mission zingine ambazo binadamu wa kawaida wazo? Kwa sababu ilifika wakati nilipotaka kusema, ndo akaniweka niwe bibi, maana nimekaa kwa bibi kwa muda wa siku nne, ndo na maana hiyo, ndo ilitufanya tuje. Hebu turudie hapa, yani nilifika mahala, wewe mwenyewe yale maisha uliachoka, ukataka kusema, wale wa jamaa wakajua, wakakutia ububu. Ndiyo. Kwamba walipokutia ububu ndo ikabidi nije Makamba. Ndiyo. Na toka tujue pengine ukiwa bubu umekaa muda gani? Siku ngapi? Siku ngapi? Ndiyo. Auongei? Siongei. Ishara zilikuwa zinapanda ishara. Ndiyo, na kuandika tu basi. Yeah, unaandika na kuweka ishara. Ndiyo. Na ulipofika kwa, kwa, kwa Mtume pengine hali ilikuwaje? Kifupi nilipokuwa ninafika pale hali yangu ilikuwa mbaya na maana alivoniombea, siku ile ile ndio nikafunduka, nkafunduka ak siku hiyo. Ndio sasa hivi, pengine bado unaendelea na shule? Ndio. Nafikiri ukirudi shuleni utakuwa salama, kwa sababu waliokuwa nakuja kukuchukua bado wapo kule kijijini. Kwa sababu na maana hawawezi kunijia tena. Ndio na, na maana lakini mimi nirudi kijijini staki, bakie huku. Ndio Masuala so, ya shule manake, unataka uhamishwe? Ndio. Unahofia bibi? Hapana. Nini unaofia? Sijapenda mwenyewe. uh, mm-hmm. Kitu gani ukipendi kutoka kijijini? kwa sababu kule kijijini watu wengi ni wachawi. Wengi ni wachawi. Ndio, manake kule hakuna makanisa, kwa yapo lakini watu hawapendi, walitoa endao wasko au wakanikie Kandu, mayu, hapendi, kumura, mwuzi, ya kani, gani? Ipwani iko wapi, wilaya gani? uh, Mbarali Mbeya uh, okay. uh, lakini sasa turudie hapa kutoka Ipwani wilaya Mbeya, uh, ya Mbarali Mbeya mpaka tumefika Makambako. sisi tumezoea kwamba Mbeya ndio sehemu ambako kuna huduma nyingi sana za kimitume uh, za kipentekosti. Tukiwa kule hatukujaribu kwenda sehemu yote tuisha, kwa sababu nilikuwa mdogo pale. Nishaenda kwa waganga. Tusimulie, tunataka kulienda. Kwa waganga yani, wewe umechukuliwa na mchawi, alafu ukaenda kwa waganga. Waganga kawa, tulivyoenda kule ni ni waganga wengi mno, lakini mganga mmoja wa mwisho naye anaitwa Futi. Tulienda huko akamwambia baba, lete mbuzi nji. Ile mbuzi akaeleka pale chanja chanja pale chaa. Sasa ikafikia wakati akasema, hivyo walete sindano pini, nawe ziwage mbili mbili. Na maana zile alikuwa zi anazichukua, anazishika hivi, anazizungusha hivi tumboni, na zia zakata baya na maana anachomeka hivi, kwanza anazungusha hivi tumboni. Kiwa nasema nafanya nini hapa? Ndio anasema ananiponya. Ulipata matokeo yote baada ya kuzungushwa nyembe mbili mbili kuanzia kwenye kitovu mpaka mgongoni? Sipata. Na mbuzi ile. Ndio. Na hela alitoa. Ndio. Tuendelee. Baada ya kutoka kwa kituo cha mganga wa mwisho huyu uh, kutuchana sana na nyembe, walipokuchukua wale wachawi sasa walikwambia hawakuniambia chochote kule, kwa sababu aaunaeweza miaka kumi na tano ukiwa unatumika kama msukule. Ndio sasa hivi umepona, una nini cha kuambia watu wanaokutazama kutoka Ipwa ni Mbarali, Njombe na Tanzania kwa jumla, au nje mipaka Tanzania, kitu kitu gani unawaambia?

Sawa, lakini tukiwa tunapiga nani tathmini kwamba itakuwa karibu na sehemu ambayo tunaenda kuabudu kidogo tu, japo kwa ufupi. Uh, ni chimbe kidogo wewe, kwenu ni wangapi na nyumbani kwenu, yani mmezaliwa mpo wa wangapi? kuongea Siku Ulipofika kwa mtume alikwambiaje pengine? Ulipofika pale kwa mtume anaendea utaongea naye, ya hali ya kule ulikokuwa ilikuwaje? Baada ya maombi wakati uko maombi yanaendelea kule ulikokuwa ilikuwaje hali yake? Kule ndioikuwa. Kwa maana pale baada ya maombi aje, ulitokea mtu mkali naye. Kwa maana kila mtu akawa anasambaratika anakimbia, sababu mtu wenyewe kila mtu anakimbia na watu wengine waalia pale, kwa sababu walikuwa wanakimbia ule mtu mkali sana. Mmesema kule mko wengi sana, shughuli kubwa mnaufanya kule. Mnafanya shughuli gani kwenda? Siku nyingine mnamsaidia tu huyo bosi kwenda kwenye kazi zake binafsi, kama kupalilia, kufua wenda, yaani shughuli nyingi mnamsaidia hivi kule. Kwani kuna maduka hayapo kule, hatununui hatufanyi chochote. Hamnunui hapo? Tunasubiri tu kuletewa, kama hivyo vilivyotoka hospitali na kaza. Ndio kitu gani unakikumbuka, ulikiona kutoka kwenye mwili wa binadamu kahisi hiki lazima kimechukuliwa hospitalini? Niliona damu, ni ya mama mjamzito. Unagunduaje kama hii ni damu ya mama mjamzito? Sababu anasema pale anasimama pale, anaongea, anasema leo tunavuna dawa moja ya mjana zetu, tunaenda kuichukua sehemu fulani. Kingine kingine, sindano ziko kule za hospitalini. Ndio hivyo mnafanyia nini sindano za hospitali? Maana zii sindano wao wa, wanachukua wanaweza, mtu anaweza kaa yeye, yaani kawa anatembea tu wenye akifika pale anamchoma kwa nguvu alionayo, basi mtu anaweza akadondoka pale na kafia hapo hapo, na maana atakuwa ameshaivuta ile damu yake yote, si ndio? Kwa hiyo ikitokea kwa hiyo hospitalini mama mjamzito kwenye kujifungua akapoteza maisha, tafsiri yake sisi tunakuwa tumeshabeba damu yote. Ndio kitu gani kingine unakumbuka ulikiona ukiwa upo kule, alafu kahisi iki lazima kimechukuliwa tu. Binadamu anakuwa kama ni mtu sasa, anayetaka kuzaa, wakigundua kusema huyu mtu ye anataka kupata watoto, wanamtoa kizazi ni fitna tu, au kunakuwa kuna, kuna ishu zingine ambazo zinakuwa ziko nyuma? Kwa hiyo unatuhakikishia na kwa kwamba ipwan ukigombana na mtu anakufanyia fitna makusudi tu, wacha mkikutana salamu ile iya kuinamiana kwa, kwa ishu ya kupiga saluti. Au ndio kutana na mkubwa wako je salamu yake inakuwa ni kutana? Na mkubwaae atasimama tu hafanyi ha, chochote. Ndio sasa, ukiwa kuna watu wengi na kuwaje sasa, baada afu nabidi umpe heshima yake Amna um, kule kwa hivi kama tunatembea hivi kiubinadamu salamu ni ya kawaida tu, lakini nikiwa huko na maana atahaa unisalimie kwa heshima nabanana atasimaa hujafanya na hivyo npua ajaaka enza uwena uh, utaambiwa pale ende ukatafute damu au enda wende ukaue, yani binadamu ninizi wewe ushapewa ishu yote ya, ya, ya, ya kwenda kumtoa mtu ndani. Ni amba nani? Kumtoa babangu ndani. Kisipofanya hivyo wangekufanya nini? kwa yaani wanasema umtoe baba mzazi usipomtoa, na kuchukua mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo deal la kumtoa baba iliendaje? Ilifanikiwa au? Kataa sana hivyo kataa. Ndio wakaanza kumpatia adhabu adhabu adhabu adhabu. Baadaye baadaye hata hivi maisha ya kibinadamu hivi tukawa tukikutana na ile bibi. Tulikuwa na mama anaonyesha ananipenda, afu tukiwa wawili ananiangalia kwa jicho baya. Adhabu gani walikupa, unaikumbuka yani? ya kwanza, niliugua kama kuugua tu ndo nikajaga, nikawa kama nguvu hivi. ilikuwa ni moja wapo kati ya zile adhabu ambazo uh, wenyewe walikupatia ndiyo namaana walikuwa wamesema hivi To, sipo ni ni sipoto sipomtoa baba maanake pale ni kama ilikuwa ni ishu ambayo uh, wao walitaka mfanye exchange. Kama utaki kuwapa baba yako wa kuchukua wewe mwenyewe, ndio ikashindika. Sababu Ndi. gani yingi unakumbuka kule walikupa alafu kidogo kidogo ufanye mwingine nakumbuka waliniambia niende niende ndani ndani, anakulalaga mamaangu afu nimchukue hivi kichwani. Umchukue kivipi? Nimshike hivi tu kichwani, ili niondoke naye. Wenye pale wangenipatia nguvu pale za kuondoka naye, naye ningeondoka naye na maana kwa mama angekuwa. Ah, maana yake unatuambia, yani kuna nguvu ambayo unapewa mtu kimshika kichwani na ondoka naye Tuna tunakaribia na mwisho. Hebu hebu uh, zungumza na wale ambao sasa hivi wanatutazama, pengine, pengine ushauri wako, neno lako la msingi ambao umependa kuambia Okay, na bi mampash atamsaidia huku mekuja na. Huko umekuja na nani? Yeah, na mama yeah, na mama. Na mama haya unayoyazungumza, maana maanake mama mwenyewe inawezekana akawa anafahamu vizuri tu na na ushahidi kwamba wewe umepitia, umepitiai. Mwenye kushukuru sana asante. Eh bwana hapa, uh, nilikuwa na binti ambaye ameelezea kwa ufupi tu kati ya yale machache kati ya yale mengi ambayo ameyapitia uh, kwenye maisha yake tangu akiwa na miaka miwili mpaka leo ana miaka 17. Mimi ni Video Wise ini Trust Media na ulikuwa unatazama simulizi zoni. Kwa heri na kwa wakati mwingine.